Mwishoni mm. mwa juma uh, Kithure Kindiki alikutana na wasanii, ah, na wanamuziki yes, kutoka jamii eneo la Mlima Kenya akakutana na wao, na baada ya kukutana na wao jana, siku ya Jumapili, pale kanisani, Rigadi Gashagwa akatoa fatwa. Fatwa yaani ni kama amri kwa watu wa mlima mm. ya kwamba hawa wanamuziki ambao wanashirikiana na Kithure Kindiki ni wasaliti, mwakatae. mm. unasikia mm. waliitwa pale wanamuziki na wakatika ile hafla ambayo ilikuwa kule kari na ukikutana na naibu wa rais Kithure Kindiki, hawa wanamuziki wakasema ya kwamba shai inafanya kazi mm. wanafurahishwa na mipango na mikakati ambayo inaendelezwa na serikali. serikali eh. jambo ambalo limemkasirisha nani, Rigathi Gachagua hey. na unajua hii si mara ya kwanza kwa wanamuziki kwa wanamuziki kutumika katika siasa yes. unakumbuka mwaka wa 1992 uh -huh. wakati Mwai Kibaki alikuwa anagombea urais kulikuwa na wimbo ya kulikuwa na wimbo ambao uliimbwa na Gidi Gidi Maji Maji, I'm unbogable, hiyo hey. ndio ilikuwa clarion song, clarion call, wimbo ambao uliwaleta watu Kenya pamoja hey. Uh, I'm unbogable yes. na ukweli baada ya kuchukua uongozi serikali ya uh, ya NAC, rais paka, rais uh, Rais mwenda zake Mwai Kibaki mm. Katika speech yake akasema we are truly unbogable. Hey. Ikafika election ya 1997 ikafika uchaguzi ambao ulifuatia, sasa pale, wa 1997 2007, tukaona mwanamuziki DNG akaja na ule wimbo ambao alikuwa anasema banjuka tu banjuka hmm, banjuka tu tu, eh, alafu Kibaki alikuwa akisimama ana banjuka tu pole pole, huo wimbo weka chini na weka mikono juu, banjuka tu. Haya, tukatoka pale tukaja kwenye uchaguzi wa 19 uchaguzi wa, wa 2013 hey. Kukaja wimbo vindu vichenjanga eh, eh. Kukaja wimbo vindu vichenjanga alafu kukaja wimbo ambao ulikuwa unasema mambo yanabadilika eh, eh. Eh, walio juu watashuka chini eh, wasanii walikuwa na wanapewa platform pale katika siasa eh. Haya, tukatoka pale tukaja na kale ka wimbo ka NASA NASA NASA. <laughs> Hey, hey, yoyo, hey, hey! NASA NASA NASA NASA NASA hey! Kwa hivyo umeangalia, katika siasa za Kenya katika kila struggle, katika kila push ya kutaka mabadiliko hey. Wanamuziki wanaingia pale. Aka katika maandamano mandam, ya Gen Z Tuliona vijana wakileta ile anguka nayo mm. Ndio iliweza kupanda hiyo time ngoma anguka nayo, hata Diamond akina Solomon, mkubwa, mkubwa. mkubwa. Yes. wote wamekuwa mm. katika hizi mm. events za wanamuziki I think, Luchivia, mm. hakuna chochote kibaya na mtu yoyote. Ndiyo. kukutana na iwe ni Rais Ruto, iwe ni Kindiki, iwe ni Rigathi <coughs> Ai, hakuna shida yoyote na msanii kukutana na because uh, yuko na haki yake kama Mkenya kuamua ya kwamba anataka kuchagua upande mgani? Ndiyo. The fact that you are uh, akikuyu ama unatoka upande za mlima amanisi ya kwamba unafaa kuwa sasa unafuata Rigathi. Yes. Una unaweza kufuata Raila ama jakoa jakoya, unaweza amua kufuata wajakoya. The fact that mimi ni mjalua mjalua imanisi ya kwamba lazima la nifuate ati Raila mambo mm, ambayo Raila anasema ya kwamba ati nikienda kinyume ati sasa ati, ati, ati, mrengo ya Raila inanikasirikia na wakugle, wanagoma kusikiliza muziki wao yes, naweza yes, amua ya na kwamba nienda kwa ba mahali ambapo na perform wasiende. Kwa hiyo mimi naweza amua mimi ni mtu wa kindiki ama, ndiyo, mimi ni mtu wa riga, mimi ni mtu wa wa, wa, wa I think maali sida ime. Kuja luchivia ni kwamba wanasema uongo. mm -hmm. Okay, zile vitu ambazo wameambiwa na Kindiki ndio wanakuja wanazisema. I wish ingekuwa ya kwamba wanatumia sauti yao kuimba, hiyo sauti yao ya kuimba wakiambia serikali, hapana. mm -hmm. This uh, is not working. E, barabara kuna barabara ambazo nini, kuna hospitali ambazo hazina madawa, if they use their talent katika njia mzuri Ndiyo. Then that is okay. Lakini wanamuziki kwenda kukutana na, na na Kindiki wako na haki ya kukutana mm. I mean mtu akatai wito mtu aitiwalo itiwa, e tiwo ndio hey. Nakuuliza msikilizaji, kuna ubaya mwanamuziki kuonekana eh, na mwanasiasa ama kuegemea mrengo mmoja wa kisiasa. Swala hili alikumfurahisha Rigathi Gachagua akawataja kama wasaliti, lakini Kithure Kindiki na yeye akajibu mana sasa, mm. wewe unasema nimekutana na wanamziki kuna ubaya gani anauliza Kifurekindiki. Nimekutana nao hamsini, nakutana na kutana na wengine mia tano, kuna ubaya gani? Vigadi Gashagwa naye hajafurahishwa na hayo, anasema huo ni usaliti. 00936000 0733936000 piga